klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji ambapo Simba wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao sita kwa sifuri. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club, umeweza kufurahishwa na ushindi wa mabao sita kwa sifuri ambao Simba wameweza kuupata dhidi ya Dodoma Jiji, like video yetu, alafu twende kwenye comment section, katuambie ni mchezaji gani ambaye ameweza kukokosha katika mchezo huu wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji. Fam, Simba Sports Club walikuwa aggressive sana katika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Katika dakika kumi na saba tunashuhudia kupitia pasi safi alopigia Kibu Dennis basi Elim Panzu kibisawala akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la kwanza, lakini tunashuhudia katika dakika ya ishirini na mbili kutokana na kona ambayo ilipigwa na Mohamed Hussein Shabalala, Jan Chazoua akaiandikia klabu ya soka ya Simba Sports Club bao la pili. Na katika dakika ya arobaini na tano kabla ya kwenda mapumziko, Kibu Dennis Prosper aliweza kumfanyia setup Jan Chazoua katika dakika ya arobaini na tano na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la tatu na mpaka mwamuzi wanapuliza kipenga chake, basi mnyama Simba alikuwa ameseti standard ya bao tatu kwa sifuri katika kipindi cha pili. Moto ulikuwa ni ule ule, katika dakika ya arobaini na saba kupitia pasi safi alilopiga Elimu Panzu, Steve Deze Mukwala akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba Sports Club bao la nne na tunashuhudia Simba Sports Club wakaendeleza msako katika lango la kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji. Na ndipo katika dakika ya hamsini na tano kupitia kwa kona iliyopigwa na Elim Panzu kibisawala, basi Kibu Dennis Prosper akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la tano. Na tunashuhudia kabla ya mchezo kumalizika, tunashuhudia Kibu Dennis Prosper akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la sita na mpaka mwamuzi wa kati anapuliza kipenga chake, basi mnyama Simba ameshinda bao sita kwa sufur dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji farm. Mara baada ya mchezo huu kumalizika, tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC klabu ya soka ya Simba kwa sasa wapo katika nafasi ya pili wakiwa wamecheza michezo ishirini na mbili wameshinda michezo kumi na saba sare ikiwa ni michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao hamsini na mbili na wao kuruhusu mabao nane goal difference ni mabao arobaini na nne wakiwa na pointi hamsini na saba katika nafasi ya ya pili, lakini nafasi ya kwanza ni Young Africans ambaye amecheza mechi ishirini na mbili akiwa na alama amefunga mechi kumi na tisa sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans amefunga mabao hamsini na nane na kuruhusu mabao tisa akiwa na goal difference ya mabao arobaini na tisa akiwa na pointi hamsini na nane kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tofauti ya alama kati ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga ni alama moja. Kwa hiyo tunaona ni, ni miongoni mwa resi ambayo kila mtu anasubiria kuona ni nani ambaye atakwenda kubeba ubingwa msimu huu. Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao sita kwa sufuri kupitia meneja ya habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, Ahmed Ali ameweza kufurahi kweli kweli na kuweza kufunguka maneno yafuatayo. Cha kwanza, wakati mchezo ukiwa unaendelea, basi kwa upande mwingine aliweza kuandika leo ni raha tupu. Mara baada ya hapo mchezo kumalizika, Ahmed Ali akaandika hivi, tumewakomesha Kibu Dennis Mkandaji, leo amekanda Hakika huu mkando ulikuwa ni wa utopolo. Huyo ni Ahmed Ally akithibitisha kwamba Kibu Dennis kumbe alikuwa akisubiria kufunga kwamwe. Kumbuka Kibu Dennis bao lake la mwisho kufunga katika ligi kuu ya NBC ni bao alilifunga dhidi ya Yanga, ambapo bao hilo lilipewa jina mkandaji. Sasa mara baada ya kufunga leo, Ahmed Ally ameweza kufunguka na kusema kwamba mkandaji kumbe alikuwa akisubiria kufunga. Kwa hiyo huenda kama Klabu ya soka ya Yanga wangecheza mechi dhidi ya Simba tarehe nane mwezi Machi, huenda mkandaji angeweza kufanya mambo yake ya kuweza kuwakanda watu.